Moyo hivi, moyo, kwa nini unanipeleka ambapo sio sahihi? Moyo, moyo, unajua kwamba hata jana tu nilimpenda mwanamke nikaisi kama ndio so sahihi, kumbe alikuwa sio sahihi. Moyo, kweli nilimtamani yule mwanamke lakini moyo k mpaka sasa so unanifanyisha mimi sina amani. Moyo unanitamanisha kwamba kumpenda mwanamke ambaye sijampenda. Moyo, moyo unasababisha mimi napenda maisha ambayo sijawahi kutegemea moyo. Moyo hivi wewe moyo ni, ni, ni, ni, ni kitu gani moyo? Moyo. Moyo unasababisha napenda maisha ambayo sijawahi kutegemea kuyapenda moyo. Moyo unasababisha ambapo mimi nashindwa hata kufanya chochote, natamani kuendesha gari na kati sina pesa moyo. Unasababisha moyo, namwacha mwanamke aliyovaa kijola nampata mwanamke aliyovaa kimini moyo. Moyo. Moyo ujui kama mo, wanawake wanavaa vijola ndio wanawake sahihi moyo. Kwani ujui hilo moyo. Kwa nini unanipeleka kwamba kumpenda mwanamke kwa vipi mimi? Kwa nini unanipeleka katika mwanamke ambaye hajui kutafuta na shinda ba moyo. Moyo kwa nini unanitesa moyo? Kwa nini hawa wanawake ambao wanavaa vijola na wanakaa Kiswahili ni wenyewe wanawake moyo. Moyo. Moyo basi nione huruma moyo. Mimi siosiweze kazi yangu moyo. Moyo hivi moyo, wanawake ambao wananipeleka hao wanawake, wanavaa masuruali na wanashinda baa, ndo wanawake saii moyo? Kweli moyo, nakuomba moyo, nakuomba unistiri moyo. Natamani magali, natamani nyumba, nitamani baskeli moyo. Ah. Ah.